Kiukweli, awamu hii nimekuwa mzito sana kusema juu ya kile ninachokiona kila ninapoomba juu ya taifa la Tanzania, lakini naomba nianze na ushuhuda huu. Mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne, kuanzia mwezi wa tatu, nilipokuwa nimeamua kufunga na kuomba ili Mungu anifungulie mlango wa kimataifa ambao Mungu alijibu hayo maombi, ndiyo maana leo niko Marekani. Lakini kabla sijaja Marekani kwenye huduma hii ya Renard Bonke, nilianzia kwenda South Africa. Sasa maombi hayo yalikuwa yamesababishwa na pale nilipozuiwa au nilipoacha kupewa nafasi ya kuhudumu kanisani kutokana na sababu mbalimbali mbali za kibinadamu ikiwemo kupangiwa cha kuhubiri. Na mimi kwenye maisha yangu nishasema Roho Mtakatifu ndiye anayenipa cha kuhubiri. Ukiwa umeitwa na Mungu alafu ukawa limited cha kuhubiri, na sio tu kwamba ukawa limited, bali unaona kabisa kwamba hiki ambacho napangiwa kuhubiri sicho ambacho Roho Mtakatifu amenipa, ujue uko kwenye hatari kama utakubali kuelekezwa nini uhubiri. Kwa hiyo, nilipokuwa nimekataa kupangiwa cha kuhubiri, sio kwa sababu ya kiburi, bali nilijua Mungu anataka niseme nini. Kwa hiyo, nikamwambia Mungu, kama huu mlango ambao umenifungulia mahali hapa ninapoabudu umefungwa, basi naomba unifungulie mlango wa kimataifa kwenye maombi hayo ya kufunga na kuomba, nikimlilia Mungu, na nikamwambia Mungu, sitaki nimnyenyekee mtu kwa sababu ya elimu yake kubwa, kanisa kubwa, alafu nikaacha ujumbe wako. Ninachoomba, Mungu, ujulikane kwamba wewe ni Mungu. Umefungwa mlango mmoja, lakini naomba unifungulie mlango wa kimataifa. Kwenye hayo maombi, kutokana nilivyokuwa ninaomba, kwa mzigo, ninalia, ninafunga. Nakumbuka nilikuwa nimeshakuwa mvivu wa kufunga, lakini kutokana na changamoto hiyo nilifunga siku mia moja na niliziona kama ni ndogo. Hapo ndipo wakati ambapo Mungu alinifungulia mlango kupitia ndoto hiyo, ndoto ikafungua mlango wa kupelekwa kusoma shule ya uinjilisti ya Renard Bonke, South Africa. Na nikiwa huko nikaota ndoto kwamba ninakuja Marekani. Kweli mwezi wa kwanza Mungu akafungua mlango nikapata scholarship nikaja Marekani, mpaka sasa niko Marekani. Sasa naamini huu shuda mmewahi kusikia. Sasa ni kwamba wakati huu ambapo nina mzigo wa kuomba, ninasoma neno, ninaomba inamwambia Mungu, sitaki kumnyenyekea mtu kwa sababu ya cheo chake, kanisa lake kubwa, bali nataka wewe ujulikani ya kwamba ni Mungu na ya kwamba unapotuita kwenye utumishi hau wewe ndiye unayetupa cha kuhubiri na sio kupangiwa na mtu cha kuhubiri. Basi ndiyo maana nilimwomba Mungu anipe mlango wa kimataifa wa huduma. Basi wakati huo sasa ilikuwa inatokea kwamba kama ninaombea nyumbani, kulikuwa kuna mabinti wawili wa kazi ambao hawakuwa mabinti wa kazi wa kwangu, ila walikuwa wa familia nyingine. Sasa ilikuwa kwamba nikiwa kwenye maombi, ninaomba ninaomba, unashangaa wale mabinti wanalipuka mapepo. Walikuwa na mapepo, na tulikuwa tunasali nao kanisa moja. Sasa cha kushangaza ni kwamba wakienda kanisani hawaangushwi mapepo, hata kama mhubiri ataomba, hata kama amini, mchungaji ataomba, au anayehubiri ataomba, atawaita watu haku, hawataanguka mapepo. Lakini mimi nikiwa ninaomba, hata sijawaombea, maana wanakuwa huko kwenye nyumba yao na kuna shangaa hasa, kuna mmoja analipuka, na sio kwamba umeombea pepo no. Ni kwa nini nimerejea huu ujumbe kwenye wakati ambapo tunapitia kama taifa? Nijifunza ya kwamba kuna wakati ambapo Mungu hamshughulikii adui yako kwa sababu umemuomba amshughulikie kuna wakati ambapo uwepo wa Mungu ulioko ndani yako unapigana na adui yako, hata kama hujamwombea. Kwa lugha nyingine, ya kwamba Mungu kimtafuta kwa bidii na udhihirisho wake ukawa ndani yako, nguvu ya Mungu ikawa ndani yako, ni kwamba hata kama hutamwomba Mungu amshughulikie adui fulani bado ile nguvu ya Mungu itamshughulikia huyo adui, maana nguvu ya Mungu inapigana na kila kilicho kinyume na Mungu. Sasa kwenye wakati huu ambapo taifa tumepitia wakati mgumu, na mara nyingi mpaka watu wamekata tamaa baadhi, ya kwamba Mungu, mbona hasikii? Tumemuomba, tumelia, lakini bado uovu unaendelea kutawala. Ni kama ya kwamba Mungu haoni. Na ukiangalia, mimi sipendi unafiki, maana Mungu hapendi umwogope mwanadamu kuliko yeye. Kwa hiyo siwezi kuficha ya kwamba serikali iliyopo madarakani sio serikali ambayo Mungu ameichagua, kwa sababu ninakumbuka sana ujumbe ambao Mungu alitupa mwanzoni, ya kwamba Mungu amekusudia kuibadilisha Tanzania kuleta uamsho Tanzania kuanzia kwenye kanisa mpaka kwenye uongozi. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba huu ni uongozi ambao umejipa madaraka kiuovu, ndio maana tumeona machafuko kwa mara ya kwanza kwenye taifa la Tanzania kwa sababu wamelazimisha, sio wakati wa Mungu. Sasa kwa nini sasa wakati huu ambapo kanisa tumemwomba Mungu, lakini bado ile udhihirisho wa nguvu za Mungu kushughulikia waovu waliojipa madaraka, wanaoteka watu, wanaoua watu ambao wamekuwa miungu watu, kwa nini Mungu ashughulikie? Nakumbuka nimewahi kutoa ushuhuda ambao kaka yangu alikuwa na pinga nikimhubiri na nikimkosoa anachoyafanya maovu yake, alitokewa na mimi nikiwa nimeenda kwenye maombi, akatokewa na akavimba macho. Nadhani huo ushuda mnauelewa. Sasa kwa nini wakati huu Mungu hajidhihirishi moja kwa moja akapindua serikali ya waovu? Kwa nini? moja ya kitu ambacho kwa kweli nimekuwa nikimwomba. Ndo maana mmeona hizi siku tano nimekuwa kimya, sitoi chochote. Ndo kilichokuwa kinanipa mzigo na muuliza Mungu kwa nini imekuwa kimya, na kila ninapoomba ninaona machafuko kwa sehemu kidogo, ila wengine, hasa waombaji wengine, wanaona bado kuna machafuko, na baada ya machafuko, hapo ndipo utawala wa serikali hii iliyopo ulipoanguka na kwenye kumwomba Mungu na kumuuliza imekuwa sasa, jana nikapewa andiko andiko la la wafalme nyo wafalme wa ni wa, nyo wafalme wa, nyo wafalme wa kwanza sura ya kumi na tatu kama sikosei, ya Wafalme wa Kwanza sura ya kumi na tatu. Hapo utaona kulikuwa kuna mfalme anayeitwa Yeroboham Yero, ambapo alikuwa anaabudu miungu, ameacha sheria ya Mungu. Sasa Mungu akamtuma nabii kijana ili aende kwa Yeroboamu, akatabiri ya kwamba kuna mfalme atakayekuja, yos, Yosia ambaye atawaua manabii hawa wanaoabudu miungu. Maana yake ufalme wake huyu Yeroboamu utaondoka. Sasa huyu nabii kijana alikuwa amepewa sharti na Mungu ya kwamba asi asirudi kwa njia ile aliyokuwa ameipitia lakini pia asile chakula. Lakini huyu nabii kijana akadanganywa na nabii mzee, akajikuta amekula tunaona. Yule nabii kijana, pamoja na kwamba ametoa unabii wa kweli, alikufa. Kwa nini alikufa? Ni kwa sababu hakutimiza kile ambacho Mungu amemwambia hakuenda sawa na kile ambacho Mungu amemwambia. Kwa hiyo nilipokuwa na utafakari huu ujumbe, kwanza mwanzoni sikuuelewa, ila nilipokuwa naendelea kumwambia Mungu, huu ujumbe, huu ujumbe unamaanisha nini, nikajifunza kwamba pamoja na kwamba Mungu alikuwa amekusudia kuangusha utawala wa kiovu kwenye taifa la Tanzania kama ilivyokuwa kwenye maandiko haya ambapo alikuwa amekusudia kuangusha utawala wa Yerobohamu, lakini pale tulipojikuta watu wa Mungu, kuna mahali ambapo hatutimizi kila ambacho Mungu amekusudia, na sisi tumejikuta kwamba tumepoteza ile power ya Mungu, mamlaka katika ulimwengu wa roho. Ndio maana ujumbe wa kwanza kabisa ambao nilianza kusema ni kwamba toba tuombe toba kama taifa, na naendelea kusisitiza ya kwamba tuendelee kuomba toba. Najua mnaomba toba, lakini tuendelee kuomba toba. Sasa najua nimeongeaongea tu bila mpangilio sana kivile, lakini nataka nirejee tu vizuri kidogo kabla sijahitimisha kwamba mm, pamoja na kwamba kanisani walikuwa wanaombea pepo lakini hakuna aliyekuwa na lipuka. Hii ni kwa sababu kinachoondoa pepo sio kwa sababu umeliambia pepo litoke, bali kwa sababu ya mamlaka unaoitumia kuliambia pepo. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume tunaona, wana wasikewa waliliambia, walimwambia mtu mwenye pepo kwamba pepo wamtoke. Mapepo yale yalisema, Paulo tunamjua, I mean, Paulo tunamfahamu na Yesu tunamjua, ninyi ni akina nani? Yakawa yamewalalua baadhi yao. Nini? Sio kwamba walikuwa wanatumia jina tofauti na la Yesu, walikuwa wanatumia hilo hilo jina la Yesu, lakini kilichotofautiana ni kwamba hawakuwa na uhalali, maana walikuwa hawaja shikamana na Mungu. Kuna sisi kanisa tunapokuwa tumeomba, lakini tumeiacha nafasi yetu, mamlaka yetu kama taifa kwa umoja wetu katika taifa Tun inakuwa ni ndogo, inakuwa haina power ya kuiondoa serikali dhalimu, na ahadi ya Mungu bado iko pale pale kwamba Mungu anakusudia kuleta haki na amani Tanzania. Mungu anatamani ana mpango wa kubadilisha Tanzania. Samani. Lakini nguvu ya kubadilisha inategemeana na wenye haki umesimama upande gani. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Niendelea kuomba viongozi wetu wa juu, maskofu, Mungu wabariki kwa namna ambavyo mmeendelea kuitisha maombi. Nimeona kuna maombi kanisa la AICT limeitisha, kuna maombi ya GT na makanisa mengine. Mungu wabariki, lakini ninaomba niendelee kuwaomba mm. Naomba tu mnisaidie kitu kimoja ambayo mtaweza kusikiliza huu, huu ujumbe, ya kwamba yote ambaye anajua kuandaa bango anisaidie aje inbox, ili tuandaye bango ambayo tutakuwa na siku tatu za maombi kuanzia tarehe tano mpaka tarehe nane tarehe tano mwezi wa kumi na mbili mpaka tarehe nane mwezi wa kumi na mbili hata kama tutaomba wote, lakini tutayatangaza kama maombi ya kitaifa. Tuta share post, ambapo natamani ambaye ataweza kufunga na kuomba kwa siku tatu kavu itapendeza, tumlilie Mungu kabla ya hayo maandamano ya tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano. Maana kiukweli sitaki nielezee sana kile ambacho mimi sijaonyeshwa wazi sana lakini kuna waombaji wengine wameonyeshwa kwamba hali ya hatari, kuna machafuko makubwa. Na kiukweli nikiangalia hali halisi inayoendelea sasa hivi, sioni kama kuna dalili ya amani, kwa sababu watu ambao wamejivika madaraka, watu ambao wanauchwa madaraka naona kama hawana hata mpango wa kutafuta njia sahihi ya kuzuia maandamano, kuzuia machafuko, maana wanatumia njia ile ile ambayo ilileta machafuko. Sasa hivi ni wakati ambapo watu wana vinyongo moyoni, wana visasi, kwa uwezo ukatumia mabavu kutatua tatizo kwa njia hiyo hiyo ambayo ilikuletea tatizo ya. Kwa hiyo tuendelee kuomba. Kuna mtu mmoja alionyeshwa kwamba kuna, aliona wauaji wameletwa kutoka nje. Hao ni mambo ambayo sio ya kuthibitisha, kwa sababu ni ndoto, lakini pia sio mambo ya kupuuza, hasa pale ambapo watu mmeamua kumwomba Mungu kwa ajili ya jambo fulani, halafu mkawa mnaonyesha hivyo, sio jambo la kupuuza. Lakini pia kuna watu wameona kwamba kuna watu walikufa, ila baadaye ndipo kukawa kuna anguko la serikali. Yote hayo siwezi kukonfirm, na sisi ni wanadamu tu, lakini wito wangu kabisa mkubwa ni kwamba hebu sasa tu tuhamasishe kila mmoja kila mmoja wetu kila mmoja wetu, na kama kuna kiongozi mkubwa wa dini ambaye atasikia, anaweza kunisaidia kuorganize na watu wengine, ili maombi haya yao ya kitaifa kuanzia tarehe tano mpaka tarehe nane ya mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano na ninaamini katika kumwomba Mungu kwa bidii na kwa mzigo, Mungu ana uwezo wa kubadilisha. nakumbuka kwenye Biblia kuna mahali ambapo Mungu ali kipindi cha Yehoshafati, Mungu hakuwacha Israeli wapigane, alichofanya aliwapiganisha adui kwa adui, wakapigana wao kwa wao, wakauana wao kwa wao lakini kipindi cha Musa na Joshua, kuna wakati ambapo Mungu alimpeleka Musa na Haluni na Kari na Huli mlimani kuomba, halafu akampeleka Yoshua na Kalebu na Israeli wengine kupigana vita kwa kuna wakati ambapo Mungu anaweza akaamua kuna watu awape mzigo wa kuomba na kuna watu awape mzigo wa kuandamana au mzigo wa kufanya jambo lingine kwa hiyo katika wakati huu tuendelee kuomba, lakini wanaoenda ambao wana mzigo wa kwenda kuandamana ni wadogo zetu, ni kaka zetu, ni watoto wetu, wengine ni watoto wenu. Kwa hiyo tusipokuwa na mzigo wa kumwomba Mungu, yamkini tukalia kilio tena kingine. Maana sasa hivi tunatafuta haki, lakini kuna watu wao wanachoangalia sasa hivi ni kujilinda, ni kujihami kuna wakati ambapo wanakubali liwalo na liwe. Kwa sisi ndo tunatakiwa kumlilia Mungu zaidi ili Mungu awe upande wetu. Kuna andiko moja ambalo nilipokuwa nalitafakari kwa siku hizi karibu tano zimeisha, ilikuwa linajirudia sana ndani yangu, la kitabu cha Kutoka thelathini na tatu mstari wa kumi na mbili hadi wa kumi na na tano ambapo Musa alimwambia Mungu kwamba we unaniambia niwachukue watu hawa, lakini hujaniambia ni nani atakayeenda pamoja nami. Musa akamwambia Mungu ya kwamba kama huendi pamoja nami, kama uso wako huendi pamoja nami, usituchukue mahali hapa. Tanzania ushindi wetu hautegemei mtu anayetusapoti, bali Mungu anayetusapoti. Musa alijua akienda peke yake aweze akafanya chochote, ndiyo maana alimuhitaji Mungu. Na ndiyo maana huu ujumbe unawahusu, una kila mmoja, unahusu taifa kwa ujumla, lakini unawahusu wale ambao moyoni mwao wanaandamana. Na mimi ni mtumishi wa Mungu, ninajua maandamano yangu sahihi ni kwa Mungu, kwa sababu ninapoandamana kwenda kwa mtu, huyo mtu hana haki nao, itaka wa kwanza kunipa haki ni Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa hatuwezi kuwa na mawazo sawa, siwezi nikamzuia mtu anayetaka kuandamana, lakini kwa upande wangu ninaweza, mtu naweza mtu ambaye anaweza kwenda kuandamana alafu na wengine ambao wakaamua kwenda kuandamana kwa, kwa Mungu walioenda kuandamana kwa, kwa Mungu wanapata majibu kwa haraka zaidi kuliko walioenda kuandamana kwa, kwa wanadamu. Hata kama watapata majibu kwa, mimi siwezi kuwa miongoni mwao ambao wanaandamana, hata kama ningekuwa Tanzania, tangu Mungu aliponifunulia kusudi lake. Kwa hiyo lakini pamoja na hayo, hatuwezi kusimama, hatuwezi kuacha kusimama kuwaombea wale ambao mioni mwao wanakusudia kuandamana yamkini ndo akina Joshua na Caleb ambao wao hawatainua mikono kama Musa, ila watainua silaha kama Joshua na Caleb. Hilo ni la Mungu, analijua mwenyewe. Kwa hiyo ni wito wetu kuwaombea, lakini pia neno la Mungu linatufundisha kwamba sisi hatuna uadui na mtu, adui yetu ni shetani. Kwa pamoja na hayo, hatuombi kwa ajili ya kumwangusha mtu tunaomba kwa ajili ya kuangusha uovu. Kwa usiombe kwa ajili ya mtu labda Samia.